Tumefika salama Dar es Salaam baada ya kucheza mechi yetu na Namungo e, usiku tukasafiri na tumefika jana e, usiku. Kwa hiyo e, tuko tayari kwa ajili ya kucheza mechi na Simba, tunajua kwetu ni mchezo mgumu sana kwa sababu tumetoka kupoteza michezo mitatu ya mfululizo. Tunaenda kucheza na Simba, ni timu ngumu, ni timu kubwa, lakini tunawaheshimu sisi kama Mbeya City tumejiandaa kwa mchezo huo na tunatumaini tunatuma tutafanya mzuri katika mchezo huo wa kesho. Maswali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho karibu. Kusema kweli timu hakuna, kwa sababu tumecheza mechi yetu na Mungu na baada ya mchezo tumeanza safari kwa hiyo, kusema kweli eh, timu ya kusema tuna marekebisho makubwa eh, tutasema tutakuwa ni waongo kwa sababu tume, tumecheza na kusafiri kusa. Kwa hiyo kilichobaki kwetu sisi ni vijana tu kuwatengeneza kisaikolojia kwa ajili ya huo mchezo wa kesho. Swali kuelekea kwa mchezo wa kesho. Baada ya hapo inshallah, mategemeo yetu kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Lakini kusema kweli ratiba imetubana sana, imetubana sana, michezo yetu iko back to back, ndani ya siku karibu kumi na mbili tunacheza mechi nne na na katika hizo mechi zenyewe yani, tunasafiri. tunasafiri na umbali mrefu sana karibuni kila mechi almost tunasafiri kilomita zaidi ya elfu moja kutoka kituo mpaka kituo. Sasa kusema kweli hiyo nayo imetuingiza e, fatiki. Lakini kutokana na mchezo wa kesho upo lazima tucheze, tunatumai tulivyojipanga tutaenda kufanya vizuri. Inaweza ikawa na inaweza isiwe, lakini tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho kufanya vizuri. Hapana, hatutarajii kupoteza mchezo wa kesho, kwa sababu tushapoteza michezo mitatu mfululizo. Kesho tunatumai tutafanya vizuri, kwa sababu tunataka turudishe matumaini kwa mashabiki wetu. Mimi kusema kweli sina hofu yoyote, kwa sababu kwenye mpira sio mgeni e, na uzoefu mkubwa kwenye ligi na miaka mingi sana kwenye kwenye mpira huu wa Tanzania. Kwa hiyo sina wasiwasi wowote, pamoja tumeondokewa na, na, na, na, na, na walimu wenzangu, lakini mimi naamini nitakiongoza kikosi vyema. Uh, ukiangalia tumetoka safari na tumeweza kufika salama usalimini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Uh, matarajio yetu tumejiandaa vizuri kwa sababu tumeweza kufanya recover siku ya jana na leo asubuhi tumeweza kufanya recover zaidi kwa maana wachezaji wote wako tayari kwa niaba ya mchezo. Swali. <muchos> Aa, kikubwa unapopata na msiba ni lazima uweze kusikia maumivu, lakini hali yote, lazima kila kinachozikwa lazima kiweze kusahaulika kwa sababu ile limeshapita. Mwalimu ameweza kuondoka, lakini haitufanyi si wachezaji tushindwe kufanya majukumu yetu kwao, sofa sisi tutapambana kama wachezaji na kuhakikisha tunaipambania Mbeya City, kwa sababu ndio waajiriwa wetu na sisi ndio wachezaji wao. Kwa hiyo sisi tunaipambania nembo yetu. Kwa hiyo kikubwa kwa sasa tutafanya vizuri na tuwape heshima tu, kuona siku ya kesho mchezo utakuwa mzuri zaidi, mjitokeze kwa wingi, na mashabiki wetu wanakuja, kwa nadhani tutakuwa na hali nzuri katika siku ya kesho kufanya vizuri zaidi. <coughs> mchezo wa kesho, mabao hali yote ni kweli, tumeruhusu na tumelifanyia kazi, kwa sababu kwa maana tunakumbushana magoli. Kipa tunahitaji kuona tunaondoka na clean sheet siku ya kesho, na niseme wa tu wazi kama niliposema hapo awali, ina maana inawezekana kesho ni siku yetu ya kuwa na furaha zaidi, tukiwa mbele ya Simba tunavyomkabili. Swali mchezaji labda neno lolote kwa mashabiki wa Mbeya City kuelekea mchezo wa Simba hapo kesho. Kikubwa naambia wana Mbeya waje kama jinsi walivyokuwa njiani, waje kuisupport timu yao na waje kuipa shime, kwa maana sisi tunatarajia kesho kuweza kwenda kuunguruma vizuri na kuweza kutoa sila zetu au kutoa kile tulichokuwa nacho moyoni katika mchezo wa kesho kwao. Natumaini kesho, Simba ni timu kubwa tunayoheshimu, lakini mpira unachezwa ndani ya dakika 90 kwao, tunaweza kwenda kuhimili ndani ya dakika 90 na tukapata alama zile ambazo tunazozihitaji.